Mapema za siku. Sasa, yes, naona uko busy, yani upatikani, uonekani mchana wala usiku. Mimi nipo ndugu wangu. Naona unapendeza tu sasa kiki. Sasa <laughs> mimi nakipendeza nini? Oh, kati ya kati ya mimi na yeye anayeng'ana. Sasa ujione. Yeye sasa so, mambo mengine yabidi uyazoee. Maana vitu vingine ukizika sana moyoni vina kuondesha mwenyewe. Na ndio maana losheni inadunda. Sasa <laughs> <laughs> mawazo. Na mambo mengi kweli kijiji kinanichanganya sasa hivi. Ndio, inabidi uzoe, ndo maisha yetu na inabidi uzoe. Ndio hivyo nduguangu. <laughs> <laughs> togaangu sikunangi, siku nangi nakwambia. Aya bwana

siipendi hii mimi, naitaga midudu hii mibaba. Unajua hii mibaba siipendi, hasa wewe mwenye kofia jekundu kama nani, wale FFU sijui naweza kusema wao. Napenda hasa yule mwenye mkofia mkundu, na mchukia yule baba, unajua na mchukia <coughs> na ule mfupi kama mshanga, yani unajua yule balozi angekuangalamo, ona mipenzi yao kama mejinyea. Yani yule ni yani wale sikini, sikini, sikini. Yani wale sikini siwezi sikini, mtu gani? Yani yule mfupi ule ni mwizi wa kimataifa yani tamani hata kumuona kwa macho yangu. Unajua kijiji kimeharibika kwa ajili ya hivi vindululu hivi. Wananikera nikila. Hao ni kwanza. Tena wale mfupi unaambia ndio mwizi wa kimataifa. Wale wanakufa sio muda mrefu wale. Wale. Sio muda mrefu wale wanaenda yale magengeni. Wako mko analisikia. Bora watu, bora ya. Fumi kijiji kimechafuka. Yani wanakitawala wao watu waenda kwambia watu wacheche, lakini kila tetemeka kijiji. Hata sasa usichokijua. Uhum. Wale vijana nasikia wezi. Ndio. Vibaka. Siji, yani mabaya yote wanao wao, sijui unanielewa. Kuna siku naambiwa mtaani huko. Kuna siku naambiwa nimekuta nadundika mtaani, si viatu vya mzee nangu alivyokuwa na vitafuti Inalila. Oya, vua sai. Vua sai, wewe.

kumuibia tena. Tena sio kijua. Yaani unamwona yule pale kama kuna alichobakisha labda mko babili yake. Mm. Lakini mpaka singledi sijui ya mama yake sijui nimebaki kapita nayo. Mama. Maana na hisi sijui mama yake sijui. Yaani kishaiba humo mote humo. Sijui unanielewa nikukwambia yani wale wezi. Mm. Shoga yangu. Hivi ninavyokuambia anaweza akatuona hapa aka, akakunja kona akaenda kunivunja kikufuri changu. Kwa heri, shoga yangu. Mhm. Mm, Subiri. Ndio. -hmm. Kuna siku nikae vizuri bila mtani. Una siku unaambia nimefinyanga kile nini kinaita chungu nimekianika, basi kitendo cha kufinyanga kile chungu eh, nimekianika ni nani, sekunde hizo mbili kapita nacho. Umeshajua hiyo? Basi naomba niache kwanza nile nyumbani, maana huko kutakuwa hakuna usalama tena. Haya, poa, wewe nenda. Haya udugu wangu, poa. Kama utakuta huko labda chochote utaniwakilisha. Haya poa. mimi ni wa hai maana a kawaida mwingine, bei yake mia mbili hamsini, mazingira ya roast. Ee, moja kwanza nivute

Ah, itakuwa ni vizuri maana maoleachen angenisumbua kidogo na blow sigara hapa tayari. Wamenibia mwenzenu, mama yangu eh! Wamenisafishia hivi. Mungu wangu eh! Mwenzenu nafanyaje? Mwenzenu nimepatikana

na ndio mtaji wangu ule dukani, sisi nafanyaje tena? mazingira yame, kwa hiyo ndio mwe, kuna dunia imesha, kwa hiyo mchwara eh, ile yenyewe ipo kwenye simu, alafu mtu anamwako kuja kubebea simu hii, inakuaje mbona tunaonea jamani? Sasa kijana, mimi nimekusoma sura yako, nakujua tu vizuri. Yani nitakapokukuta sehemu yoyote pale, ama zako ama zangu, mimi nitatembea na kichwa chako Hivi yaani ina maana umeacha matozi wote umeacha eh, umeachaa umeacha matozi umeacha matajiri. Si unajua wenye hela kibao, unajua umekuja kunipenda mimi mtotoa kiua mbaya, sina chochote na afu sambaya zaidi shaikukukaba. Oh, unanipenda umekuja kunchola, kwa hiyo kabisa serious hapo, serious kweli, simfanya mtotoku Sema dua girls, tunajua wewe kutoka na ushaamua kumpenda mgwani, ushaamua kumpenda muni, ushaamua kumpenda semen, haina uchawi, watu tunataka tukataage. Alafu mbaya zaidi, mimi ni kwa sina mamkali, ujue sina mamka, sina mamkali. Sema kutoka na wewe ushaongea usha vipengele hivyo, so leo, yani leo unaniambia hivi, alafu kesho nakukutana mshamba? Yani leo nakupenda na kupenda, alafu kesho nakukutana mshamba? Akili zangu unazijua, kinachofuata unakijua, ni haina ya maelezo, haina ya nini, haina ya nini, kinachofuata unakijua. Kwa hiyo kama umeamua kuona mimi kwa na mimi kama unaamua kwa na shamba ako kwa na shamba yako

mchezo mwanangu, vipi? Nakatizae a naona, yes. upo nipo, m katika kitabu chetu mwanangu, nini cha ninisaukuja, ni ni juzi tu hapa mwanangu, na siku mbili tatu, lakini kuna mtu ana flash flash simu. Yani uflash simu inamaanisha umeokota. Mimi kwa vipi mwanangu, nipana kwenye dada nikuwa naenda nimba gala hapo, unajua ile hey jua usafiri wa mpaganga unaso poa kuingia dirishani, mlango huko, unaona mm. Dereva kakoma pale, nikaingia mlangoni ah. Kuna sister mmoja tu, wewe mwenyewe aje leo. Sijui vipi mwanangu hata sielewi, kwenye mpango mwanangu kajichanganya mwenyewe. Angalia mbala hilo nah.

Umemletea pila sinajua, bwana mwenyewe unaelewa. Harakati hizi, sema wewe, kama unaniamini sinajua, niachie mimi ile tambo, nikafanye mazingira malangu na nakuachia. Vipi sasa, tambo kama hilo mimi nakuachiaje? Sasa kwa kifani wewe nielekeza nini? Wewe sikilizia hapa, mimi nenda kwa mjomba na tuna refresh freshi, kama unaniamini dalili zako wewe uniamini. Unaona mimi kama msalama messages kukufanya mawese, wewe rafiki yangu wewe ki tambo, si najua bwana. Basi kalekebishe malangu fresh, hapo tutajuana. Usizingue malangu, simu hiyo, mbara hiyo

dada yangu, yaani hivi unavyoniona nimeibiwa. Siku nyingi ya kijana hapa ametaka sigara, nimechukua sigara nimempa, mpaka nageuka naangalia simu yangu hapa, nimeweka hapa, sioni. Dakika sifuri tu naambiwa wale kijana shani shani ya shule, kijana ungavungavu kwa mbali, na amevaa kusubiri Mbona maelekezo yako mimi yananilizishi? Ah, ni tosheleza. Yaani ukizungumza singlendi hata mwanangu nyumbani amevaa singlendi. Kwa hiyo ina maana kutoka juu mpaka chini kavaa tu singlendi kujua ana kitu kuanzia hapa. Yaani huku chini hajavaa chochote kavaa tu singlendi ndo kaja hapa. Yaani kiufupi sikumzingatia chini. Mimi nimemuona tu usawa wa juu. Yaani kama ninavyokuwa na yeye hapo. Mfupi, yaani ile mfupi ipitiliza. Huyo huyo dadangu. Amekufilimba ulembe? Ai. Mama. Wako mwanakijana umjui vizuri eh? Mtu anaonekana kabisa na sura ya kazi. Alikuja kununua nini? Kuchukua sigara. Mungu wangu, yaani ule kijana ni mwizi, amebeba dundo la mzee Nangu a sijui unanielewa. Unamjua mzee Nangu? Kuna mbabu fulani hapa mtaani dalali anaitwa mzee Nangu, wewe unamjui? Namjua. Sasa ule babu <coughs> kwanza ni pole, alifua dundo lake kalianika yule kijana anaomba kupita kapita nazo. kwa kama hiyo simu amebeba, kama kweli... la si, si yani, si kuwekea mia kwa mia kama ni yeye, maana inawezekana, labda ulivozungumza yeye sijui, na mimi tuseme ndio yeye sijui, ni yani, simu hukumu moja kwa moja, ila kwa maelekezo yes, kama ndio yeye, dada yangu, mimi si, nakwambia ukijana hakikishia ni yeye. Yani ni huyo huyo huyo huyo, mfupo kimona kama, yani ipo kama bilinganya, ukimwona ni huyo huyo kabisa, hivi kama shanga, yani ukimwona kabisa akitembea huko.